Karibu katika kipindi chetu cha Investment Talk ambacho kinatangazwa siku ya Jumanne na Tan Business Channel Online Television ya jijini Dar es Salaam. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Bado tunazungumzia jinsi ya kuwekeza au kununua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa wale ambao wamekuwa wanafuatilia hivi vipindi vyetu, wanafahamu kuwa niliwahi kuelezea Taratibu nzima za kuweza kununua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Sasa ni kuwa kama wewe una fedha na unataka kuwekeza fedha zako, kuna njia mbalimbali unaweza ukawekeza hizo fedha. Sasa njia moja wapo ni kununua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam na ukinunua hizo hisa, kinachofuatia ni kuwa unapata E, malipo yako au unapata faida yako kwa kulipwa gawio au kwa Kiingereza unasema ni dividend. Sasa ni kitu gani inabidi ufanye ili uweze kufanikiwa kununua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam? Kuna njia mbili unaweza ukazitumia. Kwanza ni kuwa pale kwenye soko la hisa la Dar es Salaam wako mawakala ambao ndio wanaohusika na hizi haya mambo ya kununua na kuuza hisa. Kwa hiyo sasa wewe unachoweza kufanya ni kuingia kwenye website ya Dar es Salaam Stock Exchange, au soko la hisa la Dar es Salaam, alafu utaona kuna majina ya mawakala ambao wamesajiliwa na Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa hiyo wewe unachukua namba za hao mawakala, basi unawasiliana nao. Kwa hiyo unakwenda kwao, unaambia jamani, mimi nataka kununua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, basi wao watakupa maelekezo ya taratibu nzima ambao unatakiwa ufanye, halafu unawaachia wao ndio wanakununulia hisa ambazo utakuwa umechagua. Sasa hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili ni wewe mwenyewe tu unaweza ukawa e, mchunguzi wa mambo, kwa hiyo ukawa unaenda kwenye website ya Dar es Salaam Stock Exchange Unaingia kule na kuna sehemu ambapo zile kampuni zimesajiliwa, e, zinatoa financial statements kila ugima, anatoa kwa kota nyingine, kwa mwaka. Sasa kwenye zile financial statements unaona jinsi yes, wanavyolipa magawio au dividend. Sasa kwa kuwa wewe unataka kutengeneza faida kubwa, mara nyingi itabidi uangalie yale makampuni ambayo yanalipa dividend kubwa a analipa gawio kubwa, kwa sababu kuingia kwao huko, yani kuingia kununua hisa zao, unahakikishiwa kwa utapata fedha za kutosha. Lakini ya pili ni kuwa makini, kwa sababu kuna wengine wana hawalipi dividend mara kwa mara, pengine nawezekana hawako vizuri kwenye hali ya kifedha. Unaweza kukuta labda mwaka huu wakalipa au wanalipa kiduchu. Sasa inabidi upitie kwenye hizo financial statements ambazo zipo kwenye website ya Dar es Salaam Stock Exchange na una, utaweza kuona kama kuna kampuni kama tatu hivi au nne ambazo utakuta zinakuvutia kwa maana kuwa wanalipa dividend kila mwaka na dividend wanaolipa ni kiasi ambacho ni kikubwa kwa sasa. Baada ya kuona hizo kampuni tatu hivi au nne, sasa ndio unakwenda kwa wakala wa Dar es Salaam Stock Exchange. Mbona bwana, mimi nimevutiwa na kampuni hizi unamtajia kwao. Sasa yeye atakwambia na atakupa ushauri, labda pengine, inawezekana hii nimeona tu dividend, lakini kuna matatizo hapa na hapa, atakushauri. Kwa hiyo sasa, baada ya hapo, mtafikiana, atakwambia ni wapi ununue hisa zako. Kwa hiyo unamwachia yeye kazi, sasa nakwenda ananunua hisa kwa niaba yako na wewe unamlipa, unamlipa, unamlipa commission kwa kufanya hiyo kazi. Sasa hizo ni njia mbili unazoweza ukazitumia ili kuweza kufanikiwa kununua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Sasa ukishapata ukishanunua hisa zako, basi kinachobaki ni kungoja mwisho wa mwaka, au wengine wanalipa kwa kota, utaona wana wana wanatangaza kwa tumelipa dividend na kiasi ni hiki, kwa hiyo kila share itapata dividend kiasi hiki, percentage yake ni hivi. Basi unakwenda ku- una, una, una, unakwenda kuchukua fedha yako. Kwa hiyo sasa hii kwa kiasi fulani kama vile unavyokwenda kuweka pesa benki, alafu mwisho wa mwaka unapewa interest au riba. Sasa kwa upande wa Dar es Salaam Stock Exchange au masoko ya hisa badala ya kuita ile ni riba au ni interest, sasa wao inaitwa ni gawio au kwa Kiingereza ni dividend. Nafikiri nimejaribu kuelezea vya kutosha kuhusu utaratibu mzima wa kuweza kupata au kununua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Sasa hatua ya pili nitawaelezea mfano wa kampuni moja ambayo in, ina hisa zake kwenye soko la hisa ya Dar es Salaam, na kwa mwaka jana au mwaka ulioisha elfu mbili na ishirini na nne wamelipa dividend kiasi gani, na nitajaribu pia kuwaambia hicho kiasi walicholipa percentage wise, yaani kwa upande wa asilimia ni asilimia ngapi ya ya faida ambayo wamepata. Sasa utaweza wewe mwenyewe kulinganisha ku e, kwa sababu nimeisha waelezea kuna makampuni mawili mpaka sasa hivi ambayo yote ni benki e, kwanza niliwaelezea benki ya CRDB walilipa gawio e, walilipa mwaka e, wa dividend mwaka 2024. Halafu pia nikawaelezea benki ya NMB nao pia walilipa dividend kwa mwaka 2024. Sasa leo ni zamu ya kampuni maarufu, kampuni ya sigara ya Tanzania, Tanzania Cigarette Company ambao nao pia wamelipa wamelipa dividend. Kwa hiyo baada ya short break, sasa atakuja kuzungumzia eh, mambo yalivyokuwa kampuni ya Tanzania Cigarette Company Uangalie sehemu ya pili ambapo tunazungumzia eh, kampuni ya Tanzania Cigarette Company yani kampuni ya sigara ilivyolipa dividend, na maana yake ni nini wanavyolipa na je, wewe mimi nakushauri ukanunue hisa zao au vipi? Labda tunikukumbushe kwa wale ambao pengine hawakuangalia eh, vipindi vilivyopita ni kuwa tulianza na CRDB. CRDB mwaka 2024 walilipa, walilipa gawio yaani dividend kwa wenye hisa wao, na nilipiga hesabu na nikawambia, kwa ile dividend ambayo walilipa CRDB ilikuwa ni asilimia thelathini ya faida ambayo CRDB walikuwa wamepata, na nikamwambia kwa hali ya kawaida ni, ni dividend nzuri yaani uwiano wake ni mzuri e, kwa asilimia thelathini ya faida waliokuwa wamepata CRDB waliamua kulipa dividend. Kwa hiyo ilikuwa ya kwanza ni ya CRDB. Sasa ikaja benki nyingine NMB, nayo ni benki kubwa hapa Tanzania, nao wamelipa dividend mwaka unaoishia ishirini ishirini na nne na kwenye taarifa yangu niliwaambia kuwa NMB walilipa dividend ambayo ni sawasawa na asilimia 29 ya faida ambayo walikuwa wamepata. Sasa utaona hapo kuwa wamepishana kwa kwa, kwa pasenti moja tu. CRDB alikuwa na asilimia 30, NMB amelipa asilimia 29 ya faida aliyopata mwaka uliopita, yani mwaka 2024. 20, 20, 20, ametumia kwenye kulipa eh, dividend. Kwa hiyo nikasema hiyo nayo pia ni ni nani nzuri ni uyano mzuri kwa sababu wameamua kutumia asilimia ishirini na tisa ya faida waliopata kulipa dividend eh, shareholders. Kwayo, hiyo, kwa hiyo hiyo ndio tulikuwa kwa tumeishia. Sasa leo tuangalie eh, kampuni ya sigara mambo yakoje? Sasa kampuni ya sigara eh, Financial statements zao ziko kama hivi. Kwanza, kwa mwaka unaoishia au ulioishia 2024 walipata profit au faida ya bilioni 115 na nukta tatu sasa hiyo ndio faida waliokuwa wamepata mwaka jana, mwaka 2024 walipata faida ya bilioni 115.3 hiyo ndio faida ambayo kampuni ya sigara ya Tanzania ilikuwa imepata. Sasa kati ya hizo waliamua kutumia bilioni hamsini kulipa dividend. Kwa hiyo kampuni ya sigara ililipa bilioni hamsini kati ya bilioni mia moja kumi na tano nukta tatu waliamua kulipa dividend. Waliamua sasa, ukija kiuiano unakuta kuwa uwiano kati ya dividendi waliolipa pamoja na faida waliopata ni asilimia arobaini na tatu. Sasa unaona mambo hapo yanazidi kuchangamka. Kampuni ya sigara imelipa dividendi sawa sawa na asilimia arobaini na tatu ya faida waliopata. Kwa hiyo unaweza ukaona mambo yalivyo. Sasa of course nilisema kuwa sera ya dividendi walikuwa wa kwanza walipa asilimia 30 ya ya mapato yao au ya faida yao, na nikasema ilikuwa ni nzuri na kweli ni nzuri. Na nikawashauri kama unataka kununua hisa e, za CRDB nunua, unawalipaji wazuri. Na ikaja suala ya NMB ambao wao walilipa asilimia ishirini na tisa, nayo pia nilisema ni nzuri, unaweza ukanunua uka hisa zao. Sasa leo tunakuja kwenye kampuni ya sigara Tanzania Cigarette Company, wao ndio wamelipa asilimia arobaini na tatu ya faida waliopata, wameamua kulipa dividendi. Kwa hiyo kwa kifupi, mi naweza nikasema hizi kampuni zote tatu ni kampuni nzuri tu kwenda kununua hisa zao, kama ni ushauri. Inga ninasema ushauri wangu sio rasmi Usije ukaenda ukanunua huko alafu baadaye mambo yakawa kwa usimama, Mr. Mwambola amenimisiridi, amenidanganya. Hapana, kwa utaalamu wangu nilokuwa nao, naona hizi kampuni tatu unaweza kwenda kununua dividend na kushauri, kama unafikiria kununua dividend, nenda kanunua kwenye hizi kampuni tatu, kwa sababu wanalipa magawio mazuri. Mmoja kalipa asilimia thelathini ya faida, mwingine kalipa Yani, CRDB kalipa asilimia 30, NMB kalipa asilimia 29, na kampuni ya Sinara amelipa asilimia 43. Naona nimeongea na kutosha ga eh. Kwa hiyo tu- tuishie hapo. Kama nilivyosema hiki ni kipindi kipya eh, ambacho sasa hivi kitakuwa kinatoka kila siku ya Jumanne eh, saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki na kipindi chenyewe kinaitwa investment talk. Sasa zamani tulikuwa tunasema ni kipindi cha dira uja ya ujasiriamali mali tangu Jumatatu mpaka Ijumaa, na sasa kila siku tunajaribu kutafutia e, kipindi ambacho kinalingana na na, na mahitaji ya wadau wetu wanaoangalia television. Kwa hiyo siku za Jumanne sio tena dira uja ya ujasiriamali mali, isipokuwa Jumanne ni siku ya investment talk na leo tumeongelea juu ya kuwekeza ya ya kuinvesti kwenye soko la hisa la Dar es Salaam na jinsi ambavyo makampuni ya soko la hisa la Dar es Salaam wanalipa dividend au wanalipa gawio. Naona tuishie hapo. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola, tuonane Jumanne ijayo kwa kipindi cha investment stock. Asanteni na karibuni tena.